Ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na kisha gusa alama ya kengele, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Eh bana, Gigy Money ameamua kufunguka waziwazi wazi, ndani ya urembo wake kama unavyomwona katika haya mavazi kuna siri nyingi ambazo siri hizi zimeweza kumnyima usingizi mpaka sasa hivi. Gigy Money ameamua kufunguka kuhusiana na suala zima la surgery ambayo aliweza kuifanya ambayo imegharimu takriban bilioni tatu kufanya surgery ya tumbo, na hiyo surgery imeweza kumletea athari, kwa sababu athari hizi zimemfanya ashindwe kuonyesha tumbo lake au mwonekano wa tumbo lake katika hadhara ya mitandao ya kijamii kama wasanii wengine wanavyoonyesha tumbo zao katika mitandao ya kijamii. Gigy Money amefunguka waziwazi na kusema kwamba leo ameweza kushambuliwa vikali na mume wake, ambaye ni huyu mpenzi wake wa sasa hivi, ameweza kumshambulia na kumwachia majeraha sehemu za usoni, na amekiri kwamba amempiga. Chanzo ni picha ambazo ameweza kuzisambaza katika mitandao ya kijamii zikiwa zinamwonyesha tumbo lake lilivyokondeana au kunywea. Limekuwa li na taswira mbaya katika mitandao ya kijamii kwa sababu watu wengi wamemtukana na kumfanya mume wake aweze kujisikia vibaya, kwa sababu ipo komenti moja ambayo mtazamaji aliandika kwamba huyo mwanaume wako sijui ameona nini kwako mpaka kudeti na mtu ambaye ngozi yake imeshaanza kukunjamana kama kibibi. Mwanaume huyu baada ya kuona comment hii aliweza kumfata Gigy Money na kumwonyesha screenshot ambayo aliichukua na amemwonyesha na ile picha ya surgery kama unavyoiona katika screen yako. Mwanaume huyu amelalamika vikali katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anamtaka Gigy Money aweze kujistiri, kwa sababu anamdhalilisha licha ya yeye kuwa ni superstar. Amechukizwa na kitendo hiki cha Gigy Money kusambaza picha za namna hiyo katika mitandao ya kijamii. Je, wewe kama mtazamaji wa video hii unahisi kwamba Gigy Money kupigwa na kuachiwa makovu au alama katika uso wake ni jambo sahihi au mwanaume huyu ameweza kusolve tatizo kwa kumpiga mwanamke huyu? Na kama ni kweli, tuachie maoni yako ndani ya comment section na vile vile usisahau kumshauri Gigy Money kulingana na mambo ambayo anayafanya katika mitandao ya kijamii yamekuwa yakiwachukiza wanawake wengi na wale ambao wanamfuatilia, hususan swala zima la yeye kuvaa mavazi ambayo hayajaipendeza jamii kwa ujumla. Dondosha maoni yako ndani ya comment section na vilevile usisahau kusubscribe, ku like na turn on notification. Niseme bye bye, mpaka wakati mwingine, chao.